Shoo mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini na mwenyekiti wa bodi ya Chuo cha Biblia na Theologia Mwika. Mheshimiwa mkuu wetu wa jimbo Mchungaji Calvin Kola, jimbo la Kilimanjaro Mashariki, Mheshimiwa katibu Idara ya Majengo architect Masawe akifuatana na Maringo na fundi Amfry Maro, waheshimiwa walimu, watumishi na wanachuo wote, leo tunamshukuru Mungu kutupa kibali cha kushuhudia tukio la kihistoria katika chuo chetu la kupiga rato katika eneo tunalotegemea ujenzi wa hostel ya wanawake tendo ambalo litafanywa na Mheshimiwa Baba Askofu Daktari eh, Fredrick Onael Shoo pekee. Kwa niaba ya jumuia ya Chuo cha Biblia na Theologia Mwika, tunapenda kukushukuru kushukuru sana Mheshimiwa Baba Askofu kutenga muda kufika hapa. Tunatambua kwamba ratiba yako ni tight sana lakini pamoja na hayo umetenga muda wa kufika na kujumuika na sisi katika tukio hili la kihistoria. Naomba tumpongeze baba askofu. Pia tunakushukuru sana mheshimiwa mkuu wa jimbo kujumuika pamoja na sisi, tunajua walikuwa na ratiba nyingine, lakini ukai badilisha ili upate nafasi ya kufika hapa, tunakushukuru sana. Tumpongeze maeshima muwadibu pamoja wa na wataalamu wa majengo na fundi, tunawakaribisha sana e. Tendo la kupiga jembe au rato eneo la tunalotegemea ujenzi wa hostel ya wanawake ni alama ambayo inaashiria kumwalika Mungu ili aweze kututangulia katika kazi iliyoko mbele yetu, tukijua kwamba si kazi nyepesi, ni nzito, na tunamwomba Mungu ili kazi hii iweze kuanza, akishaanza Mungu aiendeleze Ata hata atakapoikamilisha, na ni kumwomba Mungu uwepo wake katika kazi hii, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 37 ule mstari wa tano, umkabidhi Bwana njia zako, pia mtumaini yeye naye atafanya. Na katika Yohana 15:5 b asema, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Lakini ni mwaliko wa kutualika sisi sote tushirikiane katika maombi kuombea kazi hii, ili Mungu aitangulie na kuiwezeshe ikamilike. Lakini pia tendo hili ni mwaliko sisi sote tushirikiane kwa hali na mali kuchangia kazi hii ya ujenzi ili iweze kukamilika, lakini mwisho jengo hili limpe Mungu sifa na utukufu na liweze kutumika kwa utukufu wake. Mheshimiwa baba askofu, wazo la ujenzi wa hostel ya wanawake limejitokeza kutokana na ongezeko la idadi ya wanafunzi hapa chuoni, hasa jinsia ya kike. Tukiangalia katika mwaka uliopita wa masomo 2024 2025 chuo kilikuwa na jumla ya wanafunzi 394 miongoni mwao wana ume walikuwa 216, wanawake mia na sabini na nane. Kwa walikuwa kwenye asilimia 57 wanaume na 43 na mama. Katika mwaka huu wa masomo 2025 2026 idadi hii Mheshimiwa Baba, Baba Askofu, imeongezeka kutoka 394 kuwa 412 mbili ambapo wavulana wamebaki namba ile ile 216 isipokuwa wameongezeka mmoja wakawa 217 Lakini upande wa wanawake walikuwa 178 sasa wamekuwa 194 Kwa hiyo kuna ongezeko la watu 16, Mheshimiwa Baba Askofu. uwezo wa bweni lililopo lina uwezo wa ku accommodate wanafunzi kati ya hamsini na nne mpaka sitini na nne kwa hiyo ukiangalia kuna ongezeko la watu mia moja na thelathini ambayo inalazimu kwa, kwa sque squeeze ku squeeze ili waenee katika bweni hili dogo mahali ambapo palistaili kuishi watu wanne wanaishi watu kumi na mbili mpaka kumi na nne na hii inaondoa privacy kwa kina mama ambao kwa kweli wanahitaji sana, wana privacy hii. Ndio maana Mheshimiwa baba askofu, tunahitaji kujenga bweni ya jipya. Na mpaka sasa, Mheshimiwa baba askofu, tumekwisha kununua baadhi ya vifaa vya ujenzi, na tunamshukuru Mungu tumeweza kuandaa site ambayo tutakuomba baadaye tusaidie kupiga rato. Shukrani. Mheshimiwa baba askofu, Jumuiya ya Chuo cha Biblia na Theologia Mwika inakushukuru sana wewe kwa ushirikiano wako mkubwa katika kuwezesha kazi hii kufikia hatua iliyofikia. Tunakushukuru ulitushauri katika andiko la jengo hili na ukatia sahihi yako na hii imetuwezesha kuanza kupata baadhi ya donations toka kwa marafiki zetu. Lakini pia tunakushukuru Mheshimiwa Baba Askofu kuruhusu eh, chuo kutembelea sharika katika majimbo yote ya Dayosisi ya Kaskazini ah, kwa kile kinachoitwa tofali langu kampeni. Naomba tumpongeze Baba Askofu Kupitia kampeni hii Mheshimiwa Babaskofu, tumepata mafanikio makubwa, na hapa tunawashukuru sana waheshimiwa wakuu wa majimbo ambao wameweka utaratibu mzuri, na sasa tumeshakamilisha e mzunguko katika majimbo yote. Na Mheshimiwa Babaskofu, tutaendelea kukuomba tusaidie kutuombea kibali ku endelea kufanya eh, kampeni hii kwa dayosisi jirani, lakini pia kuturuhusu turudie tena awamu nyingine kwenye majimbo.